Karibu tena msikilizaji, hebu um, nikuulize hivyo, unajikuta unafanya kazi kweli kweli kila siku, jasho linakutoka, lakini mwisho wa mwezi mambo eh, hayaendi. mm -hmm. Unajiuliza wengine wanafanikiwaje kifedha na wewe bado uko pale pale? Hiyo ah, ni changamoto kubwa sana kwa wengi, na mara nyingi, kama maandishi haya tutakayoyaangazia yanavyodokeza, jibu sio tu, unajua kuongeza bidii hapo. Sasa ndio mama, leo tunaingia kwa undani zaidi. Tunaangalia mawazo muhimu kutoka kwenye maandishi yanayoitwa Kanuni Saba za Kuepuka Umaskini. Lengo letu hasa ni kuchambua kwa nini kufanya kazi kwa nguvu pekee pengine sio jibu kamili, hasa hasa kabisa. Chanzo hiki kinaangazia sana zile tabia na mitazamo pia, ambayo inaweza kuwa inakukwamisha kukwamisha wenyewe hmm, bila hata kujijua. Kinatuuliza swali zito kidogo. Je, lawama tuipeleke kwa watu wa kijijini au tuangalie kwanza mfumo wetu wenyewe wa maisha? Sawa kabisa. Basi hebu tuanze na hiyo hoja ya kwanza wanaoizungumzia sana. Hii tofauti kati ya kufanya kazi kwa bidii tu na kufanya kazi kwa akili. Wanatumia lugha ya picha kidogo hapa, sivyo? Ndiyo, ndio ndio. Yaani wanazungumzia ule uwezekano wa kuwa unakimbizana tu kama wanasema kama panya asiye na jibini. Mm, unatumia nguvu nyingi lakini bila mwelekeo wa kimkakati. Hii ni tofauti kabisa na kutumia akili. Kujifunza labda ujuzi mpya unaohitajika zaidi, unaolipa vizuri zaidi au kuwekeza hata kidogo kidogo. Au kuwekeza ndio hata kama ni kidogo, au kuanzisha vyanzo vingine vya mapato hata vidogo pembeni. Kwa hiyo ujumbe hapa kwenye maandishi una unaonekana kuwa ni kwamba bidii ni sawa, ni muhimu, lakini lakini inahitaji kuongozwa na akili na mkakati, kama usema wekeza kwenye maarifa, sio tu jasho lako. hapo hapo. Sasa jambo la pili wanaloliangazia ni hii hali ya pesa kutokuwa na mpango, yaani pesa inaingia alafu inapotea tu Mm, bila kujua imeenda wapi hasa, kabisa hujui imeenda wapi, na matokeo yake kama wanavyosema ni ule mzunguko wa e, mfuko kuwa mtupu kabla hata mwezi kufika katikati. Sasa ushauri wao hapo ni upi? Kupitia chanzo hiki ushauri ni kupanga bajeti yako kwa umakini mkubwa. Wanasema unakuwa kama CEO wa fedha zako mwenyewe. Mm, okay. kama mkurugenzi mtendaji mm-hmm. Jua kila senti inaenda wapi Fanya ufuatiliaji wa karibu. Hapo ndipo unapoanza kuchukua udhibiti. Hili linalofuata linaweza kuwa gumu kidogo kwa wengi wetu, kubeba watu wengi kifedha. maandishi yanalielezeaje hili? Aa, hili wanalielezea kwa mfano mzuri sana. Wanasema unakuwa kama waziri wa fedha kwa kila mtu, waziri wa fedha. <laughs> Ehe, unahudumia familia, ndugu, marafiki, orodha ni ndefu lakini wewe mwenyewe ukipata shida, hakuna msaada wa aina hiyo unaopata kirahisi. Ni mzigo mzito kweli, unazuia maendeleo yako mwenyewe. Na ukweli mgumu hapo ni ni kwamba huwezi kujijenga vizuri ukiwa umebeba mizigo mingi mno. Ingawa ni ngumu, ni ngumu, lakini ushauri wao ni kwamba jaribu kujitanguliza wewe kwanza, mustakabali wako. Haimaanishi usiwe mkarimu, lakini saidia kulingana na uwezo wako halisi. naelewa sasa, hoja ya nne, urahibu wa matumizi badala ya uwekezaji. Mifano ipi wanaitoa hapa? Hapa ndipo penye mambo mengi: matumizi yasiyo ya lazima, anasa, kununua simu mpya kila toleo linapotoka, vitu kama, wanataja Slay Queen maintenance, mm, lebo za wabunifu, yote hayo wakati huo huo huna hata senti ya kuweka kwenye kitu kitakachokuongezea kipato baadaye. Wanauita huu mtindo muuaji wa kimya kimya wa maendeleo ya kifedha. Kweli kabisa, ni muuaji wa kimya kimya, unaua ndoto zako taratibu. Badala ya pesa yako ikuzalishie mali, wewe unaipeleka kujenga biashara za watu wengine. Mtazamo ubadilike kutoka kutumia kwenda kuwekeza. Sawa, alafu kuna hii hatari ya tano kuishi kwa kutegemea mshahara ujao tu bila akiba, yaani hakuna plan B. Chanzo kinaonya nini? Kinaonya vikali sana kwamba dharura ndogo tu ikitokea, na maishani zinatokea, si ndio? kila siku. kila siku. hiyo dharura ndogo inaweza kuvuruga kila kitu, mipango yote, kwa sababu huna kinga, huna akiba, na hii ndiyo njia rahisi ya kuingia kwenye mtego wa madeni. Na pendekezo lao maalumu ni nini hapo? kujenga akiba ya dharura. Lengo hasa ni kufikisha kiasi ambacho kinaweza kukutosheleza kwa tuseme, angalau miezi mitatu ya matumizi yako ya kawaida. Ni kama bima yako binafsi. mm-hmm. hiyo ni muhimu sana. Kanuni ya sita, sasa, kushindwa kuongeza vyanzo vya mapato. Hapo wanatumia mlinganisho gani kuelezea hatari yake? wanalinganisha na kukaa kwa mguu mmoja na kutarajia kukimbia marathon. Haiwezekani. <laughs> Haiwezekani, ni hatari sana kutegemea chanzo kimoja tu, mara nyingi mshahara. Ujumbe mkuu hapa ni kwamba utajiri wa kweli, ule endelevu, mara nyingi unajengwa kupitia vyanzo vingi, sio kimoja. Hivyo hata kama unaanza kidogo, wanakuhimiza uanze kufikiri na kutenda kujenga kitu kingine pembeni, hata kama ni kidogo sana mwanzoni, anza tu. Na mwisho kabisa Kanuni ya saba inagusa mtazamo ule wa kusubiri miujiza tu bila wewe kuchukua hatua mm-hmm. Ile ya kuomba tu na kukaa kusubiri pesa za miujiza, wanaitaje hali hii kwenye chanzo? Wanaita kuahirisha mambo kwa ladha ya kiroho <laughs> kauli nzito, hiyo ni nzito, na kauli yao ya mwisho kuhusu hili ni ni kali pia Wanasema omba kwa miguu na mikono yako, yaani maombi na vitendo viende sambamba. Hasa vitendo vyako, juhudi zako ndio mshirika mkubwa wa baraka unazoomba. basi tukijumlisha yote haya expert, ujumbe mkuu kutoka kwenye haya maandishi unaonekana kuwa upi? Ujumbe mkuu ni kwamba uh, safari ya kutoka kwenye changamoto za kifedha inahitaji mabadiliko kutoka ndani yako mwenyewe. Ni zaidi ya bidii tu. mm -hmm. Ni kufanya kazi kwa akili, kudhibiti matumizi yako kwa bajeti, kuelekeza fedha kwenye uwekezaji, kujenga akiba, kutafuta vyanzo vingine vya mapato, kupunguza mizigo isiyokuwa ya lazima na kuchanganya imani yako na hatua madhubuti. Na ule ujumbe mzito unaodaki ni kwamba mara nyingi kizuizi sio wale watu wa kijijini au mazingira, bali ni sisi wenyewe, tabia zetu, maamuzi yetu kabisa, kama unavyomalizia kwa nguvu, badilisha mtazamo wako, badilisha maisha yako. Inakurudishia wewe nguvu, inakupa wewe usukani. mm-hmm. Ndiyo, usukani wa maisha yako ya kifedha uko mikononi mwako. Sawa kabisa. Na sasa wazo la mwisho kwako, kwa wewe msikilizaji wetu, kulingana na haya yote tuliyojadili, kutoka kwenye chanzo hiki, hebu tafakari kidogo, ni tabia gani moja ndogo unayoweza kuanza kuibadilisha labda kuanzia leo, ili uanze safari yako ya kupata uhuru zaidi wa kifedha? Hebu litafakari hilo.